Tumekuja hapa leo kumkabidhi mkandarasi saiti ya hii eneo la daraja maarufu kwa Bibi Tindwa, hii daraja ya mheshimiwa mgeni rasmi mstahiki meya. Utakumbuka au unaona mwenyewe tulitoa pesa za, za, za kata milioni tano kutengeneza lile daraja, nakumbuka ulikuja tukalizindua lakini bahati mbaya mainjinia walichora michoro, michoro vibaya. Uh, um, mvua ilivyoonyesha daraja tena halikuwa nasamani, na thamani na ndio maana unaona kama hivyo, wananchi tukishirikiana mejenga daraja hilo la kupita, na wakazi huku wengi wanatumia barabara hii kutokea Kinyerezi, sababu wakipita kule kwa makofia ni mbali sana na gharama inakuwa kubwa. Kwa hiyo nimshukuru Mwenyezi Mungu, leo tumekuja kumleta mkandarasi ambaye atafanya hii kazi hapa, niseme wananchi, maendeleo ni mchakato, na halmashauri yetu jiji letu linakata thelathini na sita lina mitaa zaidi ya mia moja hamsini na kwa hiyo pesa ile za, za, za ndani ni asilimia kumi tu. Kwa ile asilimia kumi kila mtu anakuwa anaomba kwa hiyo, hapo ni jitihada ya mtu kufanya nini kupata kwao. Sasa hii hela imepatikana na mkandarasi kapatikana, haijalishi imepatikana ishirini ishirini au ishirini ishirini tano mradi kwamba tuko kwenye ndani ya mwaka ule wa ishirini ishirini tano kwao, naomba tumpokee, lakini pia wananchi tushirikiane katika usimamizi wa hii barabara. Kwa niaba ya mkurugenzi wa jiji ndugu yangu Alihuruma pamoja na mkuu wetu wa wilaya ndugu yangu Mpogolo wanatoa shukrani za dhati na baraza la madiwani kwenu nyinyi Wanabonyokwa. Historia inaonyesha Wanabonyokwa monyo, ni kata ya mfano wenye kujitolea kwenye miradi ya maendeleo. Mmejitolea sana na historia naijua hapa ujenzi, mmetoa nguvu, mmetoa kile kile wa ujenzi, mmetoa nguvu, mmetoa fedha. Kwa hiyo kilio chenu kile Mheshimiwa Rais amekisikia leo hii kwa haya masaa machache, dr Samia Suluhu Hassan ametoa takribani milioni mia tisa kwenye kata ya Bonyokwa milioni mia tano inaenda kujenga ile barabara ya masia mita mia tano lakini na milioni mia nne kama mlivyosikia hapa, inaenda kujenga kalavati letu. Tumuombeeni dua sana Mheshimiwa Rais, Mungu wamli, wampe umri mrefu na siha njema. Kwa kweli anawapenda Wanabonyokwa, na nilikopo nazungumza na, na wataalamu wangu kwa mujibu wa bioki wetu ambao tumewapa watajenga kama kilomita moja za changalawe. Nimuombe sana mkandarasi, ukiangalia huko tulivotokea kwenye barabara kubwa ukicheki nyumba za kushoto na kulia hawa hawashindwi kuweka changalawe, lakini ukipandisha hiki kilima kwenda juu, unaona kabisa ni nyumba za kawaida. Kwao kipaumbele kikubwa muweke kwenye hii barabara inayokwenda huko, lengo kuifungua kui, kui, kui, kui hii barabara. Na niwaombe wananchi, ili barabara iwe nzuri, walau tujitolee pale, naona kuna mti ule uko barabarani anaweza labda kaamua mkandarasi bwana mti utoke, basi tulizie. Na mheshimiwa diwani, nikushukuru, njia nyingi umeweza kuzifungua, zikopo hazipitiki. Kwa hiyo kwa hili nikupongeza dadangu, yaani Mwenyezi Mungu ajalie kila la heri kwao, kandarasi hilo liweze kutusaidia kwa mfumo huo. Katika kilomita moja yenu, kipaumbele cha kwanza mkiangalie huku maeneo ya huku kidogo, mtasaidia saidia. Hilo hilo la kwanza, lakini la pili mkataba unaonyesha mwaka mmoja donsi na mashaka na nyinyi mmefanya kazi nzuri sana Kinondoni, na sisi tukasema mradi mmeomba, tuweze kuwapeni, lakini kuna vikazi vichache mlitusaidia pale karibu. Je, wale vibarua wako wa Kinondoni achana nao, chukua wakazi wa hapa Bonyokwa. Wewe utakuja na wataalam, lakini swala si la kusema kuchukua vibarua siju ubeba hapa, chimba hapa. Wananchi wabonyokwa wako vizuri sana. Hilo la pili, lakini la tatu kubwa ni kwamba mlishazoea vyakula vyenu nyinyi vya ni buffet. Wanabonyokwa wana uwezo wa kupika hapa, si ndio kina mama? Yeah. kwa anaweza akajitolea mama mmoja wa hapo akapikisha hapa kama mamalishe fulani akaohudumia nikipiga, ndio maana mtapata chai hapa na chakula cha mchana kiko hapa, na bahati nzuri wanabonyokwa wana chai ya nazi, yani chai ile inaikuwa nazi. Kwa hiyo sitegemee uje na mabufe yako. Tunachokitaka sisi au la Samia anachokitaka, fedha ibaki hapa hapa, wapi sisi matumaini kwamba hawa lazima twende nao kwenye miradi mingine. Na mwenyekiti ana mamlaka yake kwenye vikao vyetu vile vya halmashauri kuu. Anaweza akatoa maelekezo kabisa. Nimemwona mkandarasi alojenga karavati la Bonyokwa kafanya vizuri. Kwa hiyo nakupa, nakupa maelekezo mkurugenzi, nakupa maelekezo meneja wa Tarula, hawa watu tuwatumie, manake miradi ya jiji utaipata mingi kubwa. Tumekuja hapa ili kumkabidhi mkandarasi eneo la, la kazi ama eneo la ujenzi, na taarifa imezungumzwa hapa na mkandarasi kwamba ujenzi huu wa karavati ya madaraja itachukua gharama za takriban milioni mia nne, lakini utachukua muda wa miezi mwaka mmoja lakini mimi niseme niungane na Msaiki Mea. Ikiwa dhamira na malengo na kiu ya mkandarasi kuona kwamba wakazi wa Msingwa wanaondokana na changamoto hii kwa muda mfupi, kazi kufanyika katika muda wa miezi sita, inawezekana kama tutafanya kazi usiku na mchana ili kuokoa muda. Kwa mimi niombe, ama nielekeze, mkataba ni mwaka mmoja, lakini uwezo wa kufanya kazi miezi sita ili wananchi hawa wakapata usafiri wa haraka inawezekana. Kwa hiyo niombe mkandarasi mfanye kazi siku na mchana, imadi ule muda wa kufanya kazi upungue. Naamini iko ndani ya uwezo wenu. Lakini pili niungane pia na Msekemea juu ya nguvu kazi za vijana wa hapa ndio wawe vibarua wa kazi ndogo ndogo ambao hazitaki utaalamu. Ili fedha ambazo zimetoka na serikali basi zipate kuishia katika eneo hili la Msingwa. Lakini la tatu niungane na Msekemea kuhusu ulinzi na usalama wa vifaa na mali. Lakini kubwa kutoa ushirikiano. Ndugu zangu, iko shida moja wakazi, kwamba hatuoneani huruma au hakuna shida pamoja. Serikali imeleta mkandarasi ajenge daraja, lakini mkandarasi akijenga daraja kutakuwa na maeneo ambayo ya kufanya kuondoa miundombinu. Inawezekana ikawa ya maji, inawezekana ikawa ya umeme TANESCO, inawezekana ya maeneo yetu mengine, angalau kupunguza ule umbali sasa wakazi wengine hawatoi ushirikiano kwa kuwa wanaona bado kwa shida hii ya daraja si yao, ya watu wengine. Kwa kubwa wito wangu ni kuona kwamba kila mkazi ambaye anahusika na uondoaji wa vifaa ama miundombinu ilimadi mkandarasi aanze kazi, atoe ushirikiano kwa mkandarasi, imadi kazi hii ifanyike kwa mapema na kwa haraka zaidi. Kwa majina naitwa Edwin Tairo, mkandarasi Bronze Tech Limited e, tumekuja kupokea mradi huu wa ujenzi wa box culvert la Bibi Tindwa na ujenzi wa barabara ya kilomita moja kwa kiwango cha changarawe. Mradi huu uta, utatekelezwa ndani ya siku mia tatu sitini na tano wenye thamani ya bilioni nne, mi, wenye thamani ya milioni mia nne kumi na moja na laki mbili themanini, mia nane themanini. Kama wakandarasi kupitia msimamizi wetu mkuu wa Tarura tunaahidi kuanza hii kazi mara moja na ndani ya kipindi ambacho tumepewa kutekeleza mradi huu hakika tutakuwa tumekamilisha kwa kiwango ambacho kinatakiwa. Nashukuru kwa kazi yote iliyofanyika siku ya leo. Ni miaka mingi sana nateseka sana na hili daraja, kama wananchi tumechanga sana, tumechanga sana. Nashukuru kwa diwani Tumike, nashukuru kwa mbunge Bona kwa kutupambania hili daraja. Kabla ya hili daraja ambayo tulikuwa nao ambalo sasa halitumiki, tumepata adha nyingi sana wa wake zetu kusumbuliwa kwenda kipindi, hasa kipindi cha mvua, watoto kusumbuliwa kwenda shule, wanakuwa wanazunguka sana, kutokana na miundombinu ya hili daraja, wanazunguka umbali mrefu sana, ndio pasa sasa wazazi kuacha shughuli kwenda kuwasindikiza watoto kwenda shuleni kipindi cha mvua. Nafikiri hadha hii inaweza ikawa imefika mwisho, lakini tumeteseka kwa muda mrefu sana, tumeteseka sana siku zilizopita, miaka iliyopita, aza tunazozipata wajawazito watoto wetu wanafunzi, unaruhusu kwenda mashuleni, lakini kazi sheshe, kuna wanaporudi watoto wetu, mvua zinaponyesha, uko sokoni, unawaza mwanangu atavuka, atavuka saa ngapi, na na nani atavushwa na nani? Lakini tunashukuru kwa siku ya leo, tumeona hiki tumeona hii neema. Changamoto nyingine inatukua, inatukumba hususan, kumepata tatizo kwenye mtaa wetu hususan msiba msimu unapatikana mwili kuuvusha, mahali apalikuwa ni shida, ama mgonjwa tunambeba mgongoni mpaka tufike eneo mapacha watatu kule mlimani. Sasa leo hii tumejiona, tumepona, tumepata kibali kipya, kwa sababu tunaona amani tunaipata ya mioyoni mwetu kwa kupitia huu kandarasi tunaoona kuanzia sasa.